Mtu maskini anapata mamilioni kwenye takataka. Uamuzi wake ki utabadilisha kila kitu. Mtu mmoja maskini anapata mamilioni kwenye takataka taka, lakini chaguo analofanya baadaye litavuruga kijiji kizima na kufichua ninani kweli kweli. Fuata hadithi hii ya kushangaza hadi mwisho. Hautamini unacho kinachomsubiri. Jua halikuwa limechomoza bado. Mwangaza mdogo tu ulikuwa ukiteleza ufukoni. Na pale karibu na mlango wa kijiji, kwenye eneo kubwa la ukiwa ambapo takataka zilikuwa zimekusanyika, mtu mmoja alikuwa akiinamia mfuko wa zamani mkononi, akitafuta kitu ambacho hakija kipata bado. Aliitwa Samba, lakini kijijini hakuna aliyesema jina lake. Watu walimwita asiye na maana. Watoto walikuwa wakipiga kelele Tazama, mwenda wazimu wa takataka amerudi! Hakujibu kamwe, aliguka kichwa, akachukua mzigo wake na akaenda polepole pole, kana kwamba maneno hayakuweza kumfikia tena. Maisha yake yalikuwa yamevunjika tangu zamani. Mkewe aliondoka asubuhi moja bila neno, akiwachukua watoto wao wawili. Tangu siku ile, kibanda kidogo alichokuwa akiishi hakikujua tena kicheko, moto au sauti. Hakuna kitu isipokuwa kimya na pumzi ya upepo ambayo ilifanya mabati yatetemeke usiku. Asubuhi ile, kama kila siku, Samba alikuwa akichimba kwenye takataka, lakini mara hii kitu kimoja kilivuta jicho lake: mfuko. Si mfuko wa zamani uliochakaa au kuraruka. Hapana, mfuko safi wa kushangaza, safi karibu mpya, uliofungwa na kamba nzuri nene, bila alama ya uchafu, bila harufu uliwekwa pale kana kwamba ulikuwa umetokea tu. Alisimama kimya kwa muda, moyo ukidunda. Ni nani angeweza kutupa hiki hapa? alinungunika. Alitazama pande zote, hakuna mtu, chochote isipokuwa upepo na sauti ya mbali ya jogu. Kisha akasogea karibu, akajaribu kuvuta mfuko kwake, na akahisi uzito wa ajabu mara moja. Haukuwa mepesi silaini kama nguo, ulikuwa mgumu, imara. Alikunja uso labda nguo mpya au kitu kilichofichwa. Alitazama mara ya mwisho pande zote, kisha akasukuma mfuko kidogo mbali, nyuma ya moshi uliopanda kutoka ardhini, kana kwamba kujificha kutoka kwa ulimwengu. Vidole vyake vilitetemeka alipofungua ufunguo wa kamba. Mfuko ulifunguka polepole pole, na samba alibaki amegandamana, ya pumzi yake ilisimama kabisa. Ndani yake, furushi zilizopangwa kwa uangalifu ndani ya plastiki wazi, noti noti mpya, mamia Alidhani kwanza alikuwa anaota. Aliitoa moja, akaitoa kutoka plastiki, na pale chini ya mwanga wa kijivu wa asubuhi, mangao mkali wa noti mpya kabisa. Magoti yake yalishuka, karibu anguke chini, pumzi fupi, mikono ikitetemeka. Hii haiwezekani. Akachukua nyingine, kisha nyingine tena, zote halisi. Moyo ukidunda kwa nguvu, alitazama ufukoni, hakuna mtu. Kisha akaufunga mfuko kwa haraka, akaufunga akaubeba mgongoni mwake na akatembea, si kwa kasi, si polepole, pole pia, kwa mwendo wa wasiwasi wa wale wanaojua kwamba maisha yao yamebadilika tu. Njiani, kila sauti iliguka kuwa ya shaka, kilio cha mbwa, kicheko cha mtoto, hata upepo kwenye majani ilionekana kumnungunika jina lake. Alipofikia kibanda chake hatimaye, akafunga mlango kutoka ndani, akaweka mfuko pembeni na akavuta mkeka wa zamani juu yake kuficha. Kimya kikarudi, lakini ndani yake kila kitu kilitetemeka. Moyo wake ulidunda sana kiasi kwamba ulimumiza. Aliketi akajaribu kupumua kwa utulivu, kisha akasimama ghafla, akashikwa na shaka, akakimbia hadi mlangoni Akainua kona ya mkeka. Mfuko ulikuwa pale, kisha akaanza kusikiliza tena. Kila mlio nje, kila kivuli kilichopita kilimpa hisia kwamba alifuatwa. Akasogeza sikio kwenye mlango, hakuna kitu. Ulimwengu ulionekana umesimama, na hata hivyo wazo lilikuwa limeanza kuzaliwa akilini mwake, wazo ambalo litabadilisha kila kitu, lakini kabla ya kuelewa, angelazimika kukabiliana na kitu ambacho hakukitarajia. Samba aliketi pale katika kivuli cha kibanda chake. Moyo wake ulidunda sana kiasi kwamba alisikia damu kwenye paji za uso. Akahakikisha mara ya mwisho kwamba hakuna mtu pale, kisha akasogea karibu. Mikono yake ilitetemeka, lakini akalazimisha pumzi na akafungua polepole nodi za kamba. Wakati nguo ilifunguka mwangaza mkali karibu ulimthufisha, furushi kamilifu, noti mpya zilizopangwa, zimeshikamana, zimepangwa kwa usahihi karibu wa kijeshi. Akachukua moja akainua, akaihesabu, midomo yake ilikausha. Furushi moja tu ilikuwa na thamani ya bahati. Aliendeleza kuhesabu, nambari zikigongana akilini mwake hadi kupoteza mstari. Alipomaliza hesabu, alibaki amegandamana. Mamilioni makumi, pengine zaidi, ya kutosha kubadilisha maisha elfu. Lakini kisha wazo la kutisha lilipita akilini mwake. Hii haikuwa pesa ya kawaida. Hakuna mtu anayecha kiasi hicho katikati ya shamba la takataka. Alinung'unika, hii si yangu, haiwezi kuwa yangu. Na ghafla hofu ya baridi ilipanda shingoni mwake. Je, kama pesa hii ilikuwa mali ya mtu hatari? Mwanasiasa aliyeharibika, mfanya biashara haramu, kiongozi wa mtaa? Na ikiwa atarudi kuitafuta na kama anajua tayari kwamba ni yeye aliyeipata? Jasho likatiririka pembeni mwa paji la uso, pumzi yake ikawa fupi. Alirudisha furushi haraka ndani ya mfuko, akaufunga, kisha akaketi chini, kichwa kati ya mikono. Akili yake ilipigana kati ya sauti mbili: moja ilinung'unika, hii ni nafasi yako, Mungu hatimaye amekutazama, na nyingine, giza zaidi, hii si zawadi, ni mtego. Alibaki hivyo kwa masaa mahana. Ukaanguka usiku ukaingia uzito mvua, umejaa wadudu na minung'uniko. Samba hakuweza kufumba jicho, kila sauti nje ikawa ishara ya tahadhari. Alidhani alisikia hatua, sauti, vivuli vikiteleza karibu na mlango, kisha kujituliza. Aliamua furushi moja tu, moja tu kujaribu kuona. Asubuhi iliyofuata Akachukua kifurushi kidogo cha pesa na akatembea hadi zahanati ya kijiji. Daktari ambaye hakumjua vizuri alimtazama kwanza kwa mshangao, kisha kwa mara ya kwanza tangu miaka, alizungumza naye kwa heshima. Alimsikiza, akamkalisha, akampa dawa na akasema kwa sauti ya utulivu, umechelewa Samba, lakini bado tunaweza kukuponya. Maneno hayo yalizungumza kama mwangaza, na Samba alihisi kitu kikifunguka kifuani mwake. Tabasamu la kweli la dhati likarudi hatimaye kwenye midomo yake. Akiwa anarudi nyumbani, alielewa pesa hii haikuwa baraka, ilikuwa mtihani, jaribio. Kesho yake aliamka mapema kuliko kawaida. Anga lilikuwa wazi kwa mara ya kwanga tangu miaka Alijitazama kwenye kioo kidogo kilichopasuka kilichoning'inia ukutani. Uso ulikuwa umechoka, umechongoka, lakini machoni mwake mwali mpya uling'aa. Aliamua kufanya kile ambacho hakujawahi kuthubutu kufanya: kukarabati nyumba yake, si yote, kidogo tu, ya kutosha asisikie unyevu na hofu tena. Akachukua noti chache, akaita mafundi wawili wa, wa mtaa. Walibadilisha mabati ya paa, wakafunga mashimo, wakapaka mlango rangi. Katika siku chache kibanda hakikuwa sawa tena. Harufu ya ukungu ilipotea, mwangaza uliingia tena, na kwa mara ya kwanza nyumba ilionekana kupumua pamoja naye. Majirani walishangaa, watoto walinung'unika. Ni ajabu, mzee amepata nini? Ameipata dhahabu au nini? Watu wazima walitazama kimya, nusu na shauku, nusu na wivu. Samba alibaki wa heshima Alisalimu, akatabasamu, na akafunga mlango nyuma yake. Lakini kwa kila tabasamu lililozaliwa shaka ilirudi. Je, kama mtu fulani ameshuelewa? Je, kama macho yanayomfuata si ya majirani wa kawaida? Wiki zilipitana polepole, Samba alithubutu kufanya kile ambacho hakuwahi kudhani. Alichukua uamuzi, angekwenda mbali zaidi. Kwa sehemu ya pesa iliyofichwa kwenye mfuko, alifungua duka dogo kwenye barabara kuu ya kijiji. Hakuna kubwa, meza tu, mifuko michache ya mchele, kidogo unga, chumvi, sabuni, via lazima tu. Siku ya kwanza, wapita njia walimtazama kutoka mbali, wakisita. Hakuna aliyethubutu kuingia. Samba alitabasamu-tabasamu la utulivu, la dhati, karibu la aibu. Kisha mzee mmoja alisimama. Unauza mchele sivyo? Samba aliinua kichwa. Mzee aliondoka na mfuko. Kesho yake, wengine walikuja kisha wengine tena. Katika wiki chache, duka dogo likawa mahali hai. Kulikuwa na kicheko, salamu, sauti zinazochanganyika na harufu ya mahindi yaliyochomwa kutoka sokoni. Samba akiwa ameketi nyuma ya kaunta yake, alikaribisha kila mteja kwa sauti sawa ya upole: unataka nini, ndugu? Niambi daima, na tabasamu hilo, tabasamu dogo la utulivu ambalo halikuacha midomo yake kamwe. Lakini chini ya tabasamu hilo la utulivu kulikuwa na siri, siri nzito inayowaka chini ya sakafu ya kibanda chake. Kwenye mfuko ule wa zamani uliofungwa na kamba iliyochakaa kulilala bahati inayoweza kuvuruga maisha yote. Wakati mwingine usiku, aliketi mbele yake, akaweka mkono juu yake, na akajiambia kwamba kwenye mfuko huu kulikuwa si pesa tu, lakini pia ahadi, au labda laana. Watu wa mtaa hatimaye walimgundua Wanawake wazee wa jirani walimwambia mara kwa mara, "Samba, wewe umebadilika, sivyo?" Alijibu kwa tabasamu tu, lakini ndani yake alihisi joto la ajabu. Haikuwa kiburi, ilikuwa hisia nadra ya kuwepo hatimaye machoni mwa wengine. Miezi ilipita, Samba aliongeza biashara yake, alitumia kidogo zaidi pesa kutoka mfukoni, akanunua ghala dogo na hata lori la zamani kusafirisha bidhaa zake kwa muda mfupi, hakuwa muuzaji wa kawaida wa mchele, alikuwa amegeuka msambazaji kijijini. Sasa walimwita Samba wa rangi nyekundu, kwa sababu alivaa mara nyingi shati lake la zamani la rangi nyekundu ambalo lilikuwa alama yake, na pia kwa sababu alifanikiwa pale ambapo hakuna aliyemtarajia. Lakini licha ya tabasamu, mafanikio na pongezi kivuli kiliendelea kukesha ndani yake. Kila usiku baada ya kazi, alikwenda kuketi karibu na mfuko. Aliutazama kwa muda mrefu, na swali moja lilirudi bila kuchoka: je, kama mmiliki wa kweli atarudi siku moja? Wakati mwingine alijibu mwenyewe, hapana, huu ni maisha hii, ni zawadi yangu baada ya miaka mingi ya umaskini. Sijaibia mtu yeyote, nimechukua nafasi yangu tu. Lakini usiku mwingine Wakati upepo ulipovuma kwa nguvu sana, na paa likitetemeka, alihisi hofu ya zamani ikirudi kauni mwake. Je, kama nilikuwa nimekosea? Je, kama pesa hii haikuwa kamwe kwa ajili yangu? Miaka ilimfanya awe magumu. Sasa alitembea kichwa juu na ujasiri wa utulivu wa watu wanaojua njaa na upweke. Sauti yake, ambayo zamani ilitetemeka, ilikuwa imebaki imara, nzito, imejaa utulivu mkana. Alisimamia duka na ghala. Usiku alipanga, daima mbele ya mafuko ule, daima na mangao huo machoni hadi jioni moja. Jioni ya kawaida, Samba alirudi amechoka, amefunikwa na vumbi. Aliweka ufunguo mezani, akapumua kwa uchovu, na akagandamana. Vivuli viwili vilisimama mbele ya mlango. Alihisi moyo wake ukipuuza mapigo. Mwanamke na vijana wawili Mwangaza unaotetemeka wataulifunua nyuso ambazo hakuziona kwa miaka. Mkewe Amina na watoto wao wawili walikuwa wamekua. Macho yao yalikuwa ya kusita, yamechanganyika na aibu na hofu. Amina alikuwa na macho yenye machozi. Alinung'unika kwa sauti ya chini inayotetemeka. Samba, tulikosea. Maisha yalitusaga, lakini kamwe tusingeliondoka. Kimya kilisimama kirefu karibu kitakatifu. Samba alibaki hajaondoka, pumzi imeningishwa, na kwa mara ya kwanza tangu miaka alihisi magoti yake yanadhufika. Amina alibaki pale, macho yameshuka. Kukuacha ilikuwa kosa, alinung'unika. Maneno yake yalianguka kama mbua laini kwenye ardhi iliyopasuka. Samba alihisi miguu yake kuganda. Kwa sekunde kila kitu kilionekana kusimama, upepo, hata moyo wake. Kumbukumbu kumbu zilirudi mara moja: usiku wa homa, siku bila chakula, na jioni ile ambapo akiwa amevunjwa na umaskini, Amina alisema kwa sauti yenye uchovu, siwezi kuvumilia hivi tena. Kisha aliondoka akiwa akiwachukua watoto. Usiku ule Samba alipoteza kila kitu, na leo hapa, alirejea mlangoni mwake kana kwamba wakati ghafla ulikuwa umerudishwa. Watoto hawakuwa viumbe vidogo vile ambavyo alibeba mabegani. Sauti zao zilikuwa zimebadilika, lakini machoni mwao alipata unyonge ule ule. Baba, tunataka kukaa nawe sasa. Samba alihisi kuo yake kufunga. Moyo wake ulipigana kati ya nguvu mbili tofauti. Baba tayari kusahau kila kitu, kuwa kumbatia na mtu aliyeumizwa yule. Aliyeachwa bila neno alibaki kimya kwa muda mrefu, kisha kwa sauti ya baridi karibu ya kigeni alijibu: wakati sikuwa na kitu mliondoka, na sasa kwamba nina kitu mnarudi. Je, ni upendo unawaleta au mangao wa pesa? Maneno yalianguka kwa nguvu ya kakataa. Amina akapiga kilio, hapana Samba, tulikosea. Hatutaki chochote, tu uwepo wako. Watoto wanahitaji wewe. Samba aligeuza macho, ndani ilikuwa volcano alijua kwamba mtu anaweza kusamehe lakini hawezi kamwe kufuta. Baada ya kimya kirefu, hatimaye alisema, watoto ni wangu, hakuna atakayewa undole ya haki hiyo. Nitashughulikia masomo yao, mustakabali wao, lakini wowe Amina, kati yetu kuna ukuta na ukuta huo hautaanguka tena kamwe. Emina alishusha kichwa, hakujibu. Watoto walikuwa na tabasamu dogo la faraja, baba yao alirejea, hatima ye katika maisha yao, lakini ndani ya moyo wa Samba jeraha la zamani lilikuwa limefunguka tena. Ulimwengu wote ulikuwa ukimwona sasa kama Samba wa rangi nyekundu, mtu aliyefanikiwa, mfano, kielelezo cha ujasiri na kazi. Lakini nyuma ya uso huu alibaki mtu yule wa zamani, yule aliyezungumza peke yake kwenye kibanda chake jioni za zamani. Usiku ule hakulala aliketi karibu na mfuko wa zamani kama mtu anayeketi karibu na rafiki asielewa tena. Vidole vyake viliteleza kwenye nguo iliyochakaa. Unaona, alinung'unika, bahati hii imenrudishia kila kitu nilichopoteza, heshima, jina, maisha ya utulivu. Lakini je, imenipa amani? amani ya moyo? Kimya kilimjibu, kimya kizito kinene, ambacho kilionekana kupumua kati ya kuta. Wiki zilipita na biashara yake ikawa ufalme mdogo. Wakati mwingine aliutazama mafuko na kunung'unika, labda mtu fulani aliiba pesa hii, labda ilimiliki banditi au labda maisha tu yalitaka kunikabidhi makono. Lakini maisha hayakuwa bado yamesema neno lake la mwisho. Jioni moja Samba alikuwa ameketi uani, kikombe cha chai mkononi. Hewa ilikuwa ya upole, karibu ya amani. Ndani redio ilizungumza kwa sauti kubwa, majadiliano ya kisiasa ambayo hakuyasikiliza tena kabisa. Kila kitu kilionekana cha kawaida, lakini jioni ile, kitu kimoja, bila yeye kujua bado, kingelipasua amani hiyo dhaifu. Samba alikuniwa chai yake polepole, wakati redio ilipanda ghafla kwa sauti. Sauti ya msemaji ilibadilika, nzito zaidi, ya haraka zaidi. habari za mwisho Wizi nyumbani kwa mbunge wa Mataa. Moyo wa Samba uliruka, kikombe kilitetemeka mkononi mwake. Mwandishi wa habari aliendelea kueleza: mwizi aliingia nyumbani kwa mbunge, aliiba mifuko kadhaa iliyojaa pesa taslimu, kisha akifuatwa na polisi alizifia mahali fulani kabla ya kutoweka. Tangu wakati huo, mamlaka zimekuwa zikitafuta eneo lote, lakini sehemu ya pesa bado haipatikani. Samba alihisi damu ikuganda kwenye mishipa yake. Mwangaza ulipita akilini mwake. Neno moja tu, mfuko. Mfuko ule walioipata kwenye takataka. Sauti ya mwenyeji ilizungumza katika chumba inayotesa. Mamia ya mamilioni bado hayapatikani. Vifurushi fulani labda vimesambaratishwa, labda havitapatikana kamwe. Maneno ya mwisho yalimpiga kwa nguvu. Labda hayatawahi kupatikana. Moyo wake ulianza kudunda haraka zaidi. Hiyo ilimaanisha kwamba mfuko, mfuko wake bado ulikuwa siri. Lakini ikiwa mtu fulani angegundua, kama polisi wangerudia nyuma, kila kitu kingeanguka. Jasho la baridi likatiririka mgongoni mwake. Hakulala usiku ule, kila sauti nje ilimfanya aruke, kila ubwabwaji ulimfanya ahisi ishara. Asubuhi alifungua duka lake lakini akili yake ilikuwa mahali pengine. Wateja walizungumza, waliuliza bei, na yeye alijibu bila kweli kuwasikia. Kichwani mwake alikuwa akifanya hesabu tu, kiasi alichotumia, kiasi kilichobaki, na hasa muda wa muda gani angeweza kuendelea kuficha hivi vyote. Jioni alirudi mapema, akafunga mlango, akainua mkeka. Mfuko ulikuwa bado pale, noti nzuri zilinga chini ya taa. Lakini mara hii mangao huo haukumpa furaha, ulimpa hofu. Ghafla alihisi kwamba noti hizo zilimtazama macho, bila kope, baridi, kimya ambayo yalijua. Akafunga mfuko, akaweka mkono jua yake, na akasema kwa sauti ya chini, utajiri huu unaweza kuniokoa au kuniharibu. Kuanzia jioni ile, Samba alichukua uamuzi, hakuna tena haraka. Angetumia pesa tu kwa kiasi kidogo, kimya kimya kama mtu anayetembea bila viatu kwenye kio, lakini ndani yake kitu kilikuwa kimepasuka. Utupu mpya, shaka ambayo haingeondoka tena. Kila mara alipohesabu furushi, vidole vyake vilitetemeka na pumzi yake ikawa fupi. Hata hivyo, maisha yaliendelea: biashara, soko, malori. Kisha siku moja mseja alikuja kutoka kijiji jirani, pamoja naye dada yake, mwanamke mwenye macho ya upole, mwendo wa utulivu. Aliitwa Salima alipoteza mumewe miaka miwili iliyopita, na sasa alikuwa akimsaidia ndugu yake kusimamia biashara ya familia. Siku ile Samba alipozungumza naye kwa mara ya kwanza, alihisi utulivu wa ajabu, kitu rahisi cha kweli. Salima hakuwa na hila, hakumtazama kama mtu tajiri ambaye alikuwa amegeuka, bali kama mtu, na hilo Samba hakuwa ameihisi kwa muda mrefu. Alirudi mara kadhaa wakati mwingine na ndugu yake, wakati mwingine peke yake, daima na sauti ile ya upole, tabasamu ambalo lilituliza kila kitu. Na jioni moja Salima alipomwambia akicheka kwa upole, unajua wewe ni mtu mnyufu, Samba, mtu mzuri, alihisi joto likipanda ndani yake, na kwa mara ya kwanza tangu muda mrefu alijiuliza ikiwa utajiri wa kweli haukuwepo mahali pengine. Kwa wiki zilizofuata, kati yao uhusiano wa upole ulijengwa. Salima hakuwa sikio la kuangalia tu, alielewa. Aliposikia historia ya Samba hakugeuza macho, alisema tu, kile kilicho nyuma yako ni mtihani wa wakati, kinachohesabuni barabara mbele. Maneno yake yaliwasha mwanga za ndani yake. Miezi michache baadaye alichukua uamuzi, anjemwoa. Habari ilipoenea kijijini, ndimi zikazungumza. Haya, angalau atakuwa na mwangaza kidogo maishani mwake. Lakini samba hakusikiliza mtu yeyote, alijua kwa nini alifanya hivyo. Arusi ilikuwa rahisi, karibu kimya. Hakuna sherehe, hakuna kelele, mashahidi wawili tu, maua machache na roho mbili zilizoamua kuanza upya. Salima alipofika nyumbani kwake, kila kitu kilionekana kubadilika: hewa, mwangaza, hata kimya Kibanda ambacho awali kilikuwa baridi kilionekana kupumua tena. Jioni samba aliporudi amechoka kutoka dukani, alimngoja kwenye mlango, tabasamu la utulivu usoni, tabasamu lisilogari wala lenye maana. Na matendo hayo madogo, maneno hayo rahisi, yalimpa samba amani ambayo hakuna utajiri uliweza kumpa. Lakini usiku ulipowadia, salima alipolala, samba hakupata usingizi kamwe. Aliinuka kwa upole, akaenda mahali ambapo mfuko ulilala bado. Pale bado uzito ule ule. Aliutazama kwa muda mrefu, na kila mara wazo lile lile lilirejea: pesa hii si safi. Anaweza je kupata amani na mali iliyozaliwa na uhalifu? Mawazo yake hatimaye yalibadilika kuwa uhakika. Samba aliamua kwamba bahati hii haingeweza kubaki imefungwa kwa ajili yake peke yake, inge lazimika kutumikia wengine wale wali auteseka kama yeye hapo awali. Alikumbuka njaa, aibu, mtazamo wa dharau wa mlinzi alipokwenda kuomba dawa. Majeraha yake yalikuwa bado pale, hai, yasionekana. Kisha asubuhi moja alichukua hatua, kimya kimya. Kijijini, msikiti wa zamani ulikuwa ukianguka. Iliponyesha, maji yaliingia kupitia paa, waumini waliombea chini ya mivuli. Samba alitoa pesa bila kujulikana, kisha kiasi kilipokuwa kikubwa, aliamua kujitokeza. Kijiji kilisumbuka. Samba, yule aliyechokota takataka, amepata wapi pesa hizo zote? Wengine walinung'unika na wengine walicheka, lazima ameshinda kwenye kamari za mashaka. Lakini kadri kuta zilivyongezeka, wasiwasi ulipungua. Watu waliona vizuri kwamba hakutafuta kuwavutia. Alikuwa akitoa bila kutarajia malipo, bila kuonyesha na polepole pole, kitendo chake kikawa cha, cha kuambukiza. Minung'uniko ilipotea, wale waliomdhihaki Samba wakaanza kumpanda kwa heshima. Wakati ulimharibu mtu, kutoka makusanyaji wa takataka alikuwa amegeuka mjenzi wa mustakabali, na mara hii aliamua kwenda mbali zaidi. Aliwakusanya wazee wa mataa, vijana, wanawake na akatangaza kwa utulivu: nimejua njaa, nimejua aibu, lakini kamwe tena mtoto wa kijiji hiki aishi hivyo. Nitajenga shule, shule ya bure kwa watoto wote maskini. Mwanzoni wengi walidhani ni hotuba ya hisia tu, lakini siku chache baadaye, kwenye ardhi kavu karibu na mwembe mkubwa, waliweka jiwe la kwanza. Watu walielewa kisha kwamba hizi hazikuwa maneno ilikuwa ahadi. Salima alikuwa upande wake kila siku, daima pale, kimya, azimio. Na maisha yaliendelea. Samba aliweka pesa zilizobaki kwenye biashara zake. Biashara zake zilistawisha, alikuwa amegeuka tajiri wa kweli. Lakini mara hii utajiri huu ulitoka kwenye kazi yake, jasho lake, si bahati. Mfuko wa zamani ulilala mahali fulani, umesahaulika. Hakuhitaji tena sasa, alipata ya kutosha kuishi, kutoa na kujenga bila hofu. Hata mke wake wa kwanza na watoto wao, ambao aliwaweka mbali katika nyumba nzuri, sasa walishikwa amani. Majeraha ya nyuma yaliacha kutoa damu. Hata hivyo, usiku fulani, peke yake uwani, Samba alitazama nyota na kuwaza juu ya mfuko ule, asubuhi ile kwenye eneo la ukiwa. Alijiuliza bado: je, wima uliozaliwa na uovu unaweza kubaki safi? na kama ningalikataa mfuko ule siku ile, ningalikuwa mtu ninayeishi leo? Upepo ulipita kwenye majani, ulimwengu ulionekana kujibu bila sauti. Maisha hayatoi majibu rahisi, chaguzi tu. Kisha akafumba macho, akavuta pumzi polepole, pole kwa kina. Hakuwa mtakatifu wala mwenye dhambi, mtu tu. Je, wewe ungefanya nini katika hali ya Samba? Tueleze maoni yako hapa chini. Like na share hadithi hii na marafiki zako. Subscribe kwa hadithi zaidi za kushangaza na kuhamasisha.